Dakika 90 zimemalizika. Uh, shike shike e bana, dakika 90 zimemalizika na Mbeya City uh, wamekula chuma tatu kwa moja. Kipotoshi, poleni bwana. Asante ah, hmm. yeah. <laughs> yeah. kwa nini mnanipa pole, lakini mmepigwa na kitu kizito kizitu. yeah, ya, ni mchezo ah, makosa ambayo tumeyafanya kipindi cha kwanza ndio ametugalimu, lakini vijana wamecheza vizuri. hmm. yes mmetoka kwa kwa toa Azam FC. Mmeenda kucheza na Simba, hii mechi inaonekana, kama uliona, ilikuwa rahisi? Hapana, kwa sababu tulikopita kulikuwa kugumu pia tukatoka na Azam nyumbani kwao, kwa tukapata mteremko kidogo kucheza pengine na Mtibwa kwetu aa, lakini ilikuwa ni mechi ngumu. Naamini hii mechi ingekuwa ngumu zaidi kama tungechezea na ingekuwa yeah, rahisi tungechezea Mbeya, ya, mashabiki umbali wa kutoka kule hawajasafiri ukizingatia miundombinu basi tena kipengele, lakini tungecheza Mbeya ingekuwa lakini. Tuwapongeze vijana, mchezo umeisha vizuri, tunarudi sasa kuwekeza nguvu zaidi kwenye ligi kuu. mm. mm. tumeona nyie ndio mlikuwa wa kwanza kupata goli yeah. lakini baadaye tumeona Simba walirudi baada kama dakika mbili na kaweza kuwafunga goli tatu kwa moja unahisi Simba waliwawini wapi kwenye mchezo wa leo? Uh, nadhani vijana wakuwa kwenye mchezo baada ya goli kupata baada ya kupata tulie goli azikupita kupita dadakika mbili wakawa wamerudisha kwa hiyo walipotuwini nahisi ni ile mipira ya juu. Unajua simba wengi ni warefu na ile mipira mengi nahisi ilikuwa ni mawasiliano tu ya, refari, ya, ya, ya kipa na mabeki zake ndo eh, na nili, lakini sio kwamba ni nafasi ambazo zimetengenezwa kitaalamu kabisa zile amna eh, ila ni mipira ya juu ambayo ni makosa tu ya kimchezo, lakini kwamba ni nafasi ambazo simba amezitengeneza hapana. Mbeya City tunaiona wapi? Okay, uh, mnahisi mnaweza mkarudi kwenye, kwenye ligi maana mnashika nafasi nzuri na tumeona performance ya kwenye ligi, uh, ligi daraja la kwanza mnafanya vizuri nyie, uh, Stand United pamoja na Geita na, na pia pamoja na Mtibwa. Yeah, tuko vizuri sisi, ambao anatupa challenge ni Mtibwa kwa sababu wao ndio wanaongoza sasa hivi na jana wameshinda. Kwa hiyo Mtibwa wao wanahitaji mechi mbili tu mm, ili waweze kurudi ligi kuu. Sisi tunahitaji mechi tatu katika hizo nne ambazo zimebaki. Kwa hiyo kipengele kikubwa ambacho tuko nacho sisi ni mchezo wetu mmoja tu na Geita. Tukimaliza na Geita tunahitaji ushindi au sare lakini polisi ambao tunaenda kucheza nao tunawafunga. Kwa hiyo tunarudi nyumbani kumaliza na, na, na posmo kama sikosei na, na Green Warriors mechi mbili nyumbani. Kwa hiyo hizi mechi nne zilizobaki sisi kwetu ni vita, lazima turudi ligi kuu. Wewe ni shabiki wa mpira mm -hmm, unahisi hawa wakubwa wanaweza kukutana huko mbele? Kwa, kwa sababu yanga anacheza jumanne mm -hmm, lakini Simba ameshatanguliza mguu miguu yote kwenye hatua nusu fainali, namsikilizia kati ya kagera Sugar pamoja na singida black stars. Uh, nahisi kabisa asilimia kubwa. Kwa sababu gani? Simba wa Yanga wanaenda kucheza na, na, na, na, na, na nili ni, ni dhaifu wale anaenda kucheza nao, pia stendi baada ya stendi. Sidhani kama kuna timu za ku challenge kama hizi e, kwa hiyo sidhani kama kuna timu ambayo naeza, labda hiyo Singida lakini hizi labda, Azam sema labda timu zingine, lakini kwa hizi ambazo zimebaki ni rahisi tu wao kuja kukutana, na mimi naombea waje wakutane ili hao waliotufunga sisi na wao wafungwe. Mwisho, ahadi yako Hali yako ya kupiga deki kwenye nyumba. Nataka kufanya kufanya usafi sio deki. Eh, yeah, yeah. Nitaenda na wasiliana asinu... Ah sasa deki utanifanya kama nionekane sasa nimekuwa mdada yeah. Naenda kufutafuta tu vioo kwa Ahmed Ally nitawasiliana naye niende ofisini kwake. Eh. Bwana kwa, yeah. na kwa yeah. yeah. yeah. Namna ambavyo unaelezea unazijua una, una mechi za za za, za, za, za timu yako unajua zinacheza mechi zipi yaani maana yake unafuatilia uzuri kabisa. Ni kwa una utofauti gani na unawaambiaje watu ambao hawasupport timu zao? Mimi sijaona ukisupport Yanga ama Simba. Wewe unawaambia City yako kwa nini? Na unawaambia kitu gani watu wengine wa kuhusu kusapoti timu zao za nyumbani kabisa? Sasa nahisi ni utamaduni ambao umejengeka kwa muda mrefu sana. Kwa nchi ambazo zimeendelea, wao na mpira inakuwa ni sehemu ya maisha yao, na sisi ambacho tumekosa, nahisi ndio hiyo misingi. Kwa sababu gani? Unaona yani leo hii KMC, huu mtaa yani, zile femu za nje zote zile za KMC, zitakiwa kuwe na maduka ambayo yanahusu KMC. Sasa kule umeona kuna watu wameweka vipodozi, wamepangisha tayari KMC wenyewe <laughs> lakini pia Simba kama Simba watakiwa, wana uwanja wao lakini pia wawe na shule wawe na hospitali. Yaani kwa wenzetu kule timu, yani wao maisha yao ya kila siku yanajumuisha na timu kwa, kwa mfano Southampton ni timu ndogo, lakini mtaa unaotoka ina, ina, ina hospitali na ina shule ambayo wanasoma watoto wa hayo maeneo, kwa ni rahisi sana kuadapti eh, na kuzipenda timu zile yani hata ambazo ziko ligi daraja ya kwanza, kwa hiyo ni ngumu sasa hivi, kwanza kuambia Watanzania eti wasipende timu za mikoa ni kwao. Ni wachache sana. Yanga. Uh, sasa mimi mimi napendaga ushindani. Mimi nikaamua kuhamia Yanga ili tutengeneze tubalansi timu za pale mtaani, kwa hiyo nikaa na ushabiki fulani tena wa Yanga yaani, kwa hiyo hizi timu mbili, Simba na Yanga, mimi kutoka moyoni kabisa kwamba eti ndio timu ikifungwa na umia kama anavyoumia Liverpool akufungwa au Mbeya City? Ah, sina. Kabisa, eh? -kabisa, kabisa yani sina yeah. namshukuru Mungu yeah. mm. Mane. Yeah. Kwa nyuma hapo sasa, kwa nyuma nilikuwa nashabikia mimi. Nimeanza kuipenda Liverpool 2004 kwa hiyo nilikuwa ni naona utofauti wa mpira wa bongo na mbele, yani nilikuwa naona hapa uhalisia ni mdogo sana, eh ndo maana ulikuwa nilikuwa nanili nilikuwa Simba. Eh, yani mimi nilikuwa sioni uhalisia zaidi yani kwamba da hizi timu hizi, kwamba kweli, si unajua huku, lakini kule mbele uwezi kusema eti Fulham wanacheza na Liverpool wakanunua mechi. Yani kule uwezi kuuza game mm. mm. mm. kwa yeah. Ah, sasa, sasa hivi wewe gamu sasa, hapo nitasapoti Yanga <laughs> hawa si wametufunga na hasira nao hawa, nitasapoti timu yangu ambayo ni, ni Yanga <laughs> <laughs> shukrani sana wazee.